mambo wa Mungu ama tu ni kawaida ya maisha? Hata sisi watu wa Mungu, sisi tu watu wa Mungu, mbona wakati mwingine tunajikuta katika hali ngumu ya maisha? Mbona tujipake katika hali ya magonjwa? Mbona kifo kinakuja kwetu? Mbona tunakukosa wingi hapa na pale? Ni mpango wa Mungu amanhanikawaida kya maisha. Jambo zuri siku ya leo ni kwamba Mungu anajua yote. Kumaanisha ni mpango wake, hakuna lolote inapita Mungu wetu, hakuna lolote Mungu wetu hakuweza kutambua. Katika maisha ya mwanawe Yesu Kristo, alijua lazima akibeba usalaba. Alijua kufa kwake kulikuwa na faida alijua hata kusubishwa kulikuwa na faida na, na, na, na. Wafuasi wake pia hawakuwa nyuma, kuteswa kwao na kukutana na magumu kulikuwa mpango wake Mwenyezi Mungu. Jambo la kujivunia Yesu Kristu, tunapoongea ako katika kiti cha ja enzi mbinguni, kumaanisha aliurithi mpango wa mbinguni kwa sababu ya kuweza kuwa mshindi katika kubeba msa na pia wafuasi wake wote tunawaheshimu kwa sababu ni watakatifu ku mbinguni, kumaanisha hata hao, kupitia yale yalikuwa faida. Kwa sababu baada ya dhiki ni nini? Waliweza kufaidika na wakaweza kulii ufalme wa mbinguni. Mimi na wewe pia tukiwa hapa, yale yote ambayo tunapitia magumu atusiangalie kwa njia ambayo sio ya kawaida lakini tuweze kutua, Mungu anajua yote, na kupitia hayo sisi wote sisi wote tutafika mbinguni. <coughs> Siku ya leo Yesu Kristo tunamuona anatupeleka nyuma kidogo katika sherehe ya <coughs> <Poli Darcy. tos> katika sherehe yake ya kuweza kuji

na kuondoka kwangu ni kwamba nitasurubiwa na mishowe nitaweza kufufuka na kubaa taksanamamia amnja. Mpendane, na katika kupendana Mungu mjue, mimi nimekamilisha upendo huo kwa kuweza kufa msalabani fokia kufa hivi, na wapenda hivi, nani kati yenu ataweza kujitoa maisha yake kwa sababu ya watu wale wengine? Hakuna, lakini mimi niko tayari. Ndiposa Yuda akatoka nje kwa sababu alijua ni yeye atamsaliti, na hapo akawaambia, nitawapa amri nyingine, ili kuweza kuishi kulingana na mapenzi yangu na sio mapenzi yenu, kwa sababu mapenzi ya mwanadamu ni ya kuwakulia wengine matupu na haina kumaanisha kulikuwa na amri ya zamani ama mzee, na amri ya zamani ilikuwa mpende jirani yako kama vile unavyojipenda, mpende Mungu kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote, kwa akili yako yote, na kumpenda jirani yako kama vile unavyojipenda wewe na hapo ndipo yeye alitaka kuleta amri mpya baada ya kusahihisha amri ambayo alikuwa ameleta. Na hasa ya kupenda jirani yako kama vile unavyojipenda wewe mwenyewe. Ipasa akatoa ujirani kulingana na Wayahudi, ujirani unamaanisha watu wa uko, ujirani unamaanisha watu wa familia, ujirani unamaanisha watu wa jamii na wale ambao wako nje ya jamii watakuwa wapi? Ndipo sasa akasema atoe jirani na ajiweke yeye mwenyewe, ili matumaini yenu msiweke katika jirani, msiweke katika jamii, muweke katika Yesu Kristo. Ndipo akasema Mpendane nyinyi kwa nyinyi kama nilivyowapenda mpendane nyinyi nyinyi. Na sasa sio kuangalia mwenzako vile wewe unajipenda, upende jirani hapana. Sasa wewe uangalie vile unavyompenda mwenzako, lakini sana, sana sana, kipimo sio jirani, sio wewe, lakini kipimo ni Yesu Kristo, kumaanisha ijikwacha kama ishara ya kuweza kuangaliwa na ya kujipima mimi. Napenda mimi namkaribia ndugu yangu kama nani? Sio kama nafsi yangu, lakini kama Kristo. Mawazo yangu yawe ya Kristo, jicho langu liwe la Kristo, maono yangu yawe kama ya Kristo, na huruma yangu Nilipoza Kristo. Akawaambia, pendaneni ninyi kwa ninyi kama vile nilivyowapenda ninyi. Na alitupenda sisi vipi? Yeye alikuweza kutupenda hivi kwa kufa katika msalaba, kwa sababu yako na mimi, ili tuwe huru na kila wakati tujue kuna Mungu ambaye alijitoa maisha yake, sio kwa mwanadamu

wa mambo kwa jina ya Kristo. To be positive in life. Because nowadays we we are are so so negative. And the world that we are living today, it has so many things that are making us to be sad. Lakini tukiangalia msalaba, tutakuwa na matumaini ya kuweza kuishi maisha. Unaona Kristo vile Unaona Kristu vile alivyosema kwa jinsi hii, na mpenda ulimwengu ili msipotee bali mweze kuona uzima wa nini. Na katika msalaba huo tuliona vile alivyosema kwamba wasamehe, kwa sababu hawajui ambalo